Serikali imeanza mchakato wa kulipandisha hadhi Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira NEMC na kulifanya kuwa mamlaka kamili. Hatua hiyo inalenga kulipa nguvu zaidi kisheria ili kushughulikia changamoto mbalimbali za kimazingira nchini. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Makamu wa Rais anayeshughulikia Muungano na Mazingira, Mhandisi Hamadi Masauni amebainisha hayo jijini Dodoma. Changamoto kubwa kubu ya kisheria lazima ifike pahala tuipe mamlaka NEMC, itakuwa na nguvu ya kufanya haya yote basi. Kipaumbele chetu cha kwanza, kwa hiyo tumefanya mabadiliko ya sheria bunge lilopita ya haraka haraka, kwa sababu kulikuwa na mambo ambayo michakato yake haina mlolongo mrefu. Kwa mfano, tulilazimika kuharakisha sana kuingiza kwenye sheria eh, kukitambua kituo chetu cha kaboni kilichopo kilichopo Morogoro, tunashukuru uh, bunge limepitisha sheria na mheshimiwa rais amesain na sasa kituo kimeanza rasmi. Huu mchakato wa kuifanya NEMC eh, usingeweza kupita katika bunge lililopita kwa sababu ya mlolongo wake, lakini nimeona chukua fursa hii kuwaeleza mheshimiwa eh, wajumbe wa bodi hii kwamba mchakato huo tume tuko nao katika hatua nzuri na tunaamini kabisa umkwenu katika bodi utaweza kutoa msaada mkubwa sana wa kuharakisha mchakato huo ili sasa DG yasipate kisingizio kingine ni <laughs> kwamba tulikuwa tuna baadhi ya changamoto ndogo ndogo. Eh, bado tuna changamoto za uchafuzi wa mazingira huko kwenye maeneo mengine. Sasa na nyinyi kwa sababu mmekuja, tutaunganisha nguvu pamoja ili tuende tukafanye huko. Tuna changamoto za viwandani huko tuna changamoto za kwenye makelele mazogo mazogo huko, bado kuna watu wawili watatu wanatusumbua, lakini tunazo changamoto za kwenye majengo huko, na changamoto za uchafuzi wa vyanzo vya maji huko. Watu wanafanya kama vile ile sheria yetu ya ya, ya mita sitini kama kwamba hawaifahamu hawaioni. Lakini bado tuna changamoto kwenye taka, bado kuna watu hawajafahamu kabisa kwamba taka tuna uwezo wa kuzitoa kutoka kwenye uchafu zikawa fursa. Sasa uwepo wenu sasa unakwenda <coughs> kutusaidia kuijenga na kuiweka vizuri zaidi taasisi hii. Mwisho za mapema lakini mniwie radhi. Nilikuwa na shughuli ambazo ziliingiliana, ni leo nimeingia hapa nikitoka Kisarawe asubuhi. Asubuhi nilikuwa Dodoma, nimeondoka Dodoma asubuhi nikaenda Kisarawe na nimerudi kwa ajili ya kuja kuifanya shughuli yenu hapa. Kwa hiyo niombe radhi kama niliharibu ratiba zenu, lakini haikuwa kwa makusudi, ni sehemu ya majukumu ambayo tunayo. La tatu, naomba nichukue fursa hii kipekee kabisa kumshukuru sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa namna ambavyo ameendelea kuwa na utashi mkubwa wa kuikuza sekta ya madini Naona mikakati na mipango mbalimbali ya wizara, Mheshimiwa Rais amekuwa akiunga mkono na kuibariki, lakini vile vile Mheshimiwa Rais ameendelea kutuongezea bajeti ya wizara hii ya madini, na lengo letu ni kuhakikisha tunapiga hatua na kuikuza sekta hii ili iweze kufikia mafanikio na matarajio ya kwamba sekta hii ikatoe mchango mkubwa kwenye uchumi wa nchi yetu ya Tanzania. Mheshimiwa Rais sio tu ameyafanya kwa maneno, ameyafanya kwa vitendo. Wizara hii kwa muda wake wote haikuwahi kuvuka bajeti ya shilingi bilioni themanini na tisa. Miaka yote bajeti ya wizara ya madini haikuwahi kuvuka huko. Nilipopata nafasi ya kuwa mmoja wa viongozi katika wizara hii, moja ya jambo ambalo tuliamua tulifanya kwa dhati kabisa ni kuhakikisha tunafanya kazi kubwa ya utafiti wa kina wa kuipima nchi yetu, na tulijenga hoja mbele ya Mheshimiwa Rais ikaeleweka, na ndo kwa mara ya kwanza bajeti yetu imetoka shilingi bilioni 89 mpaka shilingi bilioni mia mbili na thelathini na moja na zaidi ya bilioni 114 zimeelekezwa GST zimekwenda GST kwa ajili ya manunuzi ya helikopta ya kurusha kwa ajili ya kufanya utafiti wa kina, lakini pia fedha zingine zimekwenda kwa ajili ya ujenzi wa maabara ya kisasa kubwa hapa Dodoma, eneo la Kizota, na mbili katika mkoa wa kimadini wa Geita na Chunya. Ndugu zangu, wakati tunakwenda katika Vision 2030 madini ni maisha na utajiri, tuliona pia lazima tuwe tuna, tuna taasisi zenye uwezo ambao unaendana na ukubwa wa maono yaliyopo, na moja ya eneo ambalo ni muhimu sana ni maabara. Tunakwenda kujenga maabara kubwa sana na ya kisasa ambayo, ambayo naamini kabisa italeta mapinduzi makubwa na itakuwa ni kati ya maabara chache eh, katika nchi za Afrika Mashariki na Kati ambayo itakuwa na vifaa vya kisasa na yenye muonekano mzuri. Na bahati nzuri maabara yetu kule juu ina muonekano, ina muonekano wa Tanzanite katika michoro ambayo imechorwa. Itakuwa ni moja kati ya maabara kubwa na za kisasa sana, lakini haya yote ni kwa sababu ya heshima kubwa ambayo Mheshimiwa Rais ameipa Wizara hii. Lakini pale Arusha mnaona tunajenga jengo la TGC mm, jengo kubwa kabisa.